Kutoka kaunti ya Makueni wameilaumu idara ya polisi kwa kuzembea kazini wakilalamikia kuongezeka kwa visa vya uhalifu na dhuluma za kijinsia katika kaunti hiyo. Viongozi hao sasa wanataka polisi kuhakikisha kuwa wahalifu wanakabiliwa kisheria kando na kuimarisha doria ili kukomesha uhalifu. Michael Mutinda anaarifu mengi visa vya ujambazi mauaji na wizi wa mifugo vimeendelea kuongezeka kaunti ya Makueni, huku idara ya polisi ikilaumiwa kwa kukosa kuwawajibisha wanaotekeleza uhalifu huo. Katika kisa cha hivi karibuni, ambapo mfanyabiashara aliuawa katika eneo la Chamodhei, eneo bunge la Kaiti, hakuna aliyekamatwa kuhusiana na mauaji hayo hadi sasa. Kwa sababu security team, mko hapa nyinyi wote tunataka muangalie hii maneno hata kama ni nini nafanyika katika hii eneo. Tunataka mfanye muhakikishe tuko na usalama ya kutosha, ndio ile iko na hao wananchi, ni tuone watu wetu wakikosa, wakikaa na amani, watu wetu wakikaa bila kusumbuliwa na hao waalifu. We must stop the insecurity in this region. People must live in peace. Na lazima sheria ifuatwe kama haitafuatwa, wananchi watakuwa na jukumu la kuchukua sheria mikononi mwao, because we can't live like this. Hata hivyo kamishono wa Makueni amewatetea maafisa wa polisi huku akitaka ushirikiano baina ya wakazi wa Makueni na polisi. na, na kuamba, na. Wapa, ili kuboresha usalama mnahakikisha ya kwamba mbele yenu hapa hatutalala, ili kuimarisha mambo ya usalama katika masoko yetu, ili wananchi wachune mali yao, wafanye biashara, wafanye biashara zao bila uoga na wale ambao wako katika hali ambapo wanafikiria watavuna mahali ambapo hawako hawakupanda, basi chuma chao kiko motoni. Aidha polisi pia wametakiwa kuwachukulia hatua kali za kisheria wanaojihusisha na dhuluma za kijinsia, kwani visa hivyo vimeanza kuongezeka. kumekuwa na mambo ya GBV sana na ningependa kutoa wito kwa watu wetu wa Makueni na si watu wetu peke yake, kila mtu tupunguze mambo ya GBV ne, kuna kesi zingine nyingi. Mimi ningependa kutoa wito pia security agencies, mtu akipatikana na mambo ya GBV achukuliwe hatua kali. Michael Mtindaru, Citizen, Makueni.